Hatutaki watu waonewe. Kama hivi juzi, nilipata kisa kimoja kwa mama mmoja hapa Salasala, anaitwa, anaitwa Asha. Yule mama alinunua eneo mwaka elfu mbili na tisa, imeshapita miaka karibu, karibu kumi. Akaenda mtu mwingine akasema yeye ndo kanunua hilo eneo na kaweka na kibanda, walipoenda kwenye, kwenye kwenye mabaraza ya ardhi ya kata, yule mtu akashindwa. Kwa sababu ana fedha, akaenda ngazi ya juu, kaenda mahakamani. Alipoenda kwenye mahakama ya wilaya akashindwa, akaenda mahakama kuu. Alipofika kule akaambiwa hajafuata hata taratibu na kule akashindwa. Mahakama imeelekeza kwamba mwenye haki ni yule mama, lakini yeye kwa sababu ni mbabe, ana fedha ameendelea kushikilia lile eneo la yule mama kwa miaka yote hii. Sasa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitakupatia jina la yule mama ukalione lile eneo. Zikifika siku saba hajaondoa vitu vyake, peleka vyombo vyenye nguvu zaidi ya yule, nenda kabomoe na mkabidhi yule mama eneo lake. Hatuwezi tukaruhusu watu wanyonge wakawa wanaonewa namna hiyo na wale ambao wana nafasi wana fedha na wanaweza wakaamini kwamba wanaweza wakapindisha kila kitu. Hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu kwa watu wanaoonea watu wa chini, haiwezekani.